Mbona hujaenda haka? Aunachoa nini hapo? ni imejaa, hmm? umepata imejaa, mo ni laini, umepata laini, laini kubwa, ni pesa ndio, una umekaa hivi, umevaa hivi, ni pesa ni una ya kulipa shilingi kumi ya kwenda choo mkubwa, na umekosa shilingi kumi ya kwenda choo na kama kunia CBD hiyo hapo, hapo u... Sina mkua imefanya hakuna mtu kama amekwambia kamaho kuna mtu anataka kitu yako chochote, uwezi kosa adabu yote mali kuja kuenda choo na huja kunia CBD minkunia. Tu tu, karoka, ile iti nakuuliza, umekosa choo kuenda kanjo ka pale archives hapo haponii, unakunianga hapa kila wakati situokwat, si umezoea kukuni hapo sasa. Unataka justify aje kama si wewe, kama wewe nimekupata pale Umetoka wapi? saidia, saidia madhara. Jina, jina zako ni nani? Jina lako ni nani? Rollins, Rollins Odero. Umetoka wapi

Sasa sasa hiyo ni sasa imerudi kwa mwili. Mwomba tumsa. Mbona hujajikunia, mbona hujajikunia sasa? Itangu tuanze kuongea mbona hujajikunia? Mwomba tumsa kwa jua, hata imeni mimi sumbua tu ile nyewe tangawizi imekuja kuweka, nikasikia tu tumbo kuanza tu. Ebu ngoja hapo wewe.